Unaangalia Msangazi um TV. Baadhi ya bidhaa za vyakula vinavyotumika kwa wingi katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma zinaendelea kuadimika kwenye masoko ya wilaya ya Handeni mkoani Tanga. Hali inasababisha kupanda kwa bei ya bidhaa hizo, jambo ambalo linaathiri wananchi. Kwa sasa, bidhaa kama magimbi na viazi vitamu vinapatikana kwa shida na zinauzwa kwa bei juu baada ya kusafirishwa kutoka Kahama mkoani Shinyanga. Wananchi wa Handeni wanaeleza jinsi hali hii inavyowakumba hasa wakati huu wa mfungo. Viazi sasa hivi vimekuwa adimu na vimekuwa bei juu. Kifungu moja kiasi za kununua shilingi elfu mbili hadi elfu tatu. Magimbi jimbi moja za kununua shilingi elfu moja na mia tano hadi elfu mbili, na mafungu elfu tatu hadi elfu nne unapata magimbi. Kwa kidogo bei imekuwa juu kidogo. Bei yetu kiuchumi ndio inakuwa iko chini. Kwa mtu haweza kununua fungu moja la mfano magimbi shilingi elfu tatu hadi elfu nne. Tabidi sasa kwa maana kununua mihogo kwa fungu kama moja shilingi elfu moja elfu mbili. Hali ya iftari kwa mihogo tunashukuru, ila viazi magimbi bei juu. Kwa hiyo hali bado inakuwa ni ngumu sana. Tofauti wa mihogo na viazi, mihogo ni mingi, ila viazi unakuta viazi vitatu shilingi elfu moja na ni vidogo. Sasa nitachukua fungu ngapi mpaka familia itoshe? kwa hiyo hali inazidi kuwa ngumu. Mimi nafikiri wangefanya jambo la msingi, wapunguze bei ya hivi vitu ili wa, wa, watupe na sisi angalau basi tupate unafuu wa huduma zetu za vitu vya kila siku vya futari. Sambamba na hayo wafanyabiashara biashara wanaeleza kuwa upatikanaji wa bidhaa hizo umekuwa mgumu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na gharama kubwa ya kusafirisha. Wanasema kupanda kwa bei kumesababisha kushuka kwa mauzo, huku baadhi ya wafanya biashara wakilazimika kutafuta mbadala. hali na tuasiri hivi, unapoingia na mzigo hapa, mteja unavyomwambia laki na themanini, lazima nalalamika, ila sasa ni tulazimu tuuze hivyo, kulingana na changamoto za barabarani ni nyingi, na tunasema barabara za barabarani ni nyingi changamoto, hivyo mpaka hadi shamba ya inakuwa changamoto ni nyingi ndio maana tunauza roba laki moja na shilingi elfu themanini Wateja wetu sasa changamoto kubwa inakuja magetini, yaani magetini unapofunga ule mzigo kule at least, ila barabarani tunapigwa hela hela, hela hela, hela kupitiliza. Patikana ya futari ni mwingi sana, lakini watu hela hawana. Kwa hiyo sisi kama sisi wafanya biashara kwa sasa hivi futari hatuwezi kuzifungasha kwa wingi kwa sababu biashara iko chini sana unakuta viazi vipo vingi, magimbi yapo kwa dundu yanapatikana, lakini unakuta watu wanaozesha futari zao, kwa sababu watu sasa hivi wakulazi wafuturu uji kwa ajili ya kumeki kuwekea watoto nguo za sikukuu, kwa sababu tunajua mwezi huu mtoto anafunga, usipomlulia nguo ya sikukuu mtoto tayari utamnyongesha kwa wenzake. Katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani iliyoandaliwa na moja kwa moja grupu na kufanyika wilayani Handeni, mkoa mkoani Tanga, baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wanazungumzia changamoto hii. Mratibu wa mashindano hayo, Habibu Mbota, anasema kuwa hali ya kupanda kwa bei ya vyakula inaathiri waumini kushiriki mfungo wa Ramadhani, hivyo ametoa wito kwa wadau kutafuta suluhisho la haraka. Sisi kama Watanzania ni lazima kwanza tukubali kwamba taifa letu ni miongoni mwa mataifa ambayo yalipata ukame, yamepitia janga la ukame muda mrefu na utaona maeneo mbalimbali wananchi wamekuwa wakilalamika juu ya adha kubwa ya shida ya maji. Sasa maji ni uhai, na maana unaona, wengi katika mazao tumeshindwa kupata mazao ya kutosha, kusababisha mazao kukosekana, imesababisha bidhaa ama bidhaa za chakula kuweza kupanda bei, kiasi ambacho aliyefunga Ramadhani atauziwa kwa gharama kubwa, aliyefunga kwa esiay atauziwa aftari gharama kubwa. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba kwa pamoja kwetu ni kuomba Mwenyezi Mungu kushusha mvua yenye upendo na rehema kwa waja wake ili tuweze kupata kile tunachokitafuta katika mazao kuweza kujikimu kimaisha. Na niwaombe tu wafanyabiashara waendelee kumwamini katika Mungu; wanapomwamini Mungu inatusaidia ina sisi wengine kuweza kufanyiwa taafifu kwenye maisha yetu, kwa sababu wengine wanapandisha bidhaa hizi za chakula makusudi bila kujua, kuna watoto yatima, wajane, wazee ambao wasiojiweza katika kujikimu kimaisha, wanategemea huruma za wadau kama hivyo ambavyo Islamic Help wanajitoa na watu wengine. Kutoka Handeni mkoani Tanga, Yusuf Emmanuel, wa Msangazi TV. Unaangalia Msangazi um TV.